Maswala ya afya ni kwamba idadi ya waliofariki kutokana na chamko la ugonjwa wa Kalaazar katika kaunti ya Wajir imefikia ishirini, wengi wao wakiwa watoto wa umri wa chini ya miaka mitano. Kaunti hiyo inakabiliwa na uhaba wa vifaa vya kupimia ugonjwa huo huku hospitali ya Wajir level 4 ikizidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa kila siku, na kusababisha uh, kubadilishwa kwa wodi nyingi uh, kukiwa vitengo uh, kuwa vitengo vya kudhibiti uh, ugonjwa huo. Idadi ya wale wanaonyesha dalili za wagonjwa Kalaazar katika kaunti ya Wajir imeongezeka huku kukiwa hakuna nafasi ya kuwalaza hospitalini wagonjwa, hivyo basi kuwalazimu wengine kulala chini ya miti. so far we have um, 85 patient admitted at the Wajir county referral hospital. we have 18 who are pending to be investigated huku kukiwa na uhaba wa vifaa vya kupima ugonjwa huu, Gavana Ahmed Abdullahi anatoa wito kwa serikali ya kitaifa kuingilia kati. Why? Waziri wa afya katika kaunti hiyo Habiba Ali amesema watu ishirini wamepoteza maisha, wengi wao wakiwa ni watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano. Uh, invasive, uh, ya. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni pamoja na Eldas na Wajir Magharibi ambapo serikali ya kaunti ya Wajir imeanza shughuli ya unyunyizaji dawa ikilenga zaidi ya familia elfu kumi. Ugonjwa wa Kalaazar, pia unaojulikana kama visceral leishmaniasis, ni ugonjwa hatari kwa maisha ya binadamu na unasababishwa na vimelea vya Leshmania vinavyoenezwa na inzi, dalili zake zikiwa ni homa, kupoteza uzani na kuvimba kwa wengu na ini, na ni hatari iwapo mgonjwa atacheleweshwa kupokea matibabu. Maria Ambo nikiripotia, Darubini Wikendi.